Taarifa nyingine zinaarifu kwamba gavana wa kaunti ya Kiambu amejipata katikati ya sakata ya ufujaji wa pesa za umma. Kimani Wamatangi leo alifikishwa katika makao makuu ya EACC na kuhojiwa kwa saa sita kuhusu utoaji zabuni, ambapo yeye pamoja na maafisa wakuu wa kaunti wanadaiwa kujinufaisha na shilingi bilioni moja na nusu pesa za umma. Maafisa wa EACC walifanya msako katika nyumba na afisi ya gavana Wamatangi, ambapo walipata jumla ya shilingi milioni 13 pesa za Kenya na Marekani kabla ya kuandamana naye hadi katika makao makuu ya EACC. Meri Muoki sasa naarifu kuhusu masaibu ya Matangi na maafisa wake, huku mkurugenzi wa EACC Abdi Mohamud akidokeza kwamba uchunguzi wa kina unaendelea. Msako dhidi ya Gavana Wamatangi ulianza alfajiri. Gavana akipatikana kwenye hali mshangao. Kiko, kiko. Makachero wa tume ya kupambana na ufisadi wakivamia makazi yake na afisi yake katika kaunti ya Kiambu kisa na maana ubadhirifu wa fedha. Baada ya msako wao, maafisa walipata shilingi milioni kumi na mbili sarafu ya Kenya na sarafu ya Marekani yenye dhamana ya dola elfu kumi na tatu. Maafisa wengine wakuu wa nane wa kaunti pia walinaswa mtegoni, wakidaiwa kuhusika na utoaji zabuni na ununuzi kiholela mmoja baada ya mwingine waliwasilishwa katika makao makuu ya EACC, wakizindikizwa na makachero na maafisa wa usalama. Walisalia ndani kwa mahojiano kwa saa sita. Nikapigiwa ripoti hapo na watu yangu ya mlango, wakasema hapo nje ya mlango yangu kumejaa maafisa ya polisi, wengine wa administration, wengine wa EACC kufikishwa kwao katika makao makuu ya EACC na msako ni kazi iliyoanza miezi sita iliyopita baada ya viongozi wa Kiambu kutaka uchunguzi ufanywe kuhusu utendakazi wa gavana na maafisa wake. Mwaka uliopita, seneta Karungo wa Thangwa alidai sajili ya wa wafanyikazi imejaa majina ya wafanyikazi hewa, huku akishtumu maafisa kwa kupotea kwa shilingi milioni 390 Na hukumu, Wamatangi akizuiwa na kuhojiwa, wafuasi wake walifika nje makao ya makao makuu ya EACC wakisisitiza hana hatia. Gavana Wamatangi alipotoka nje baada ya kuhojiwa alikuwa na haya ya kusema. It is political, hii ni siasa duni ambayo watu wamezoea ya kwenda kupangia watu wengine, na mimi nataka niwaambie wanaKiambu, mlitupatia kazi. Msimamo wa Wamatangi ni yule tulisema, na nitakaa hapo, nitakaa hapo na sibadiliki. Yeah, na mtu na hata niuzia uoga sitakubali. Yeah, kuuzia uoga. Operesheni iliyo mwandama Wa Matangi inaendelea huku mkurugenzi wa EACC Abdi Mohamed akisema maafisa wa kaunti walifanya biashara na kaunti na kunufaika kwa kujizolea shilingi bilioni moja nukta tano pesa za umma. Miri Mwoki, runinga ya Citizen.